Yes, habari za wakati huu. Moja, nionyeshe jinsi ambavyo tunaenda kufanya coin mpya, kuongeza coin mpya ambazo zilizoongezwa. Kwa hiyo sasa tutkacenda kufanya e, boez takuja hapa kwenye eneo hili manage, hapa enye eneo hili la sinaweza kulibonyeza, e, nakuja hapa takuja takutana na eneo hili, nataka nabonyeza hapa ile eneo la sport, naona inaenda kunionyesha sako ile ambazo nitatakiwa kuweka pap shamaliza. Kwa mfano kuna koini nyingi nyingi tu zimeongezwa ambazo si, sikuwa nazo kabla. Shamaliza kubonyeza hapa mahali e, shamaliza kubonyeza hapa hapa mahali hapa nakuja na bonyeza wapi? Na bonyeza wapi hapa. Sasa baada kubonyeza hapo, na bonyeza hapa. Kwa hiyo eneo la kwanza ni hapa, la pili linafata hapa, la tatu linafata hapa, wajatuone, wajatuone ilivyo, na bonyeza hapa, na bonyeza hapa. Hapa. Hapa. hapa na hadi ya sarafu zote sasa, ukiangalia kwenye WhatsApp, ukiangalia e, kwenye WhatsApp e, kwa mfano hapa unaona e, sarafu kama hii ya caramel. Sarafu kama hii pia ya ili uweze kuona ni kweli kinachofanyika, kwa mfano sarafu kama hii hapa unaona eh, sarafu kama hii hapa ya syrup hii hapa sarafu ya USDT eh? WCT. Kuna hii WCT haikuwepo. He, sarafu kama ya ya hii hapa eh, KMENO. Kuna hii sarafu ya IPA haikuwepo. Kuna hii sarafu ya eh, sarafu gani tena hizi ngine kwa nazo? Sarafu ya SIGI, sarafu ya STO sarafu nyingine ni kama hii hapa. Kwa hiyo baada ya hapo pap, unakuja kujikuta eh, sarafu zako wewe eh, zimesha ingia uzuri kabisa kabisa. Kwa hiyo nikirudi hapa, kaanza kusachi kuja kuangalia ni kweli sarafu nilizoweka zipo, zimekuja. Eh, naweza kuja tena eneo hili la manage ah, ili hapa la kwenye kusachi sore hapa shamaliza, nabonyeza hapa, nasa kuja eneo hili hapa e, ili eneo hili hapa la all. Shamaliza nabonyeza labda syrup e, naona syrup USDT imeongezeka. Hii coin ya syrup USDT hapa pap naona imekuja hapa, kabla ya hapa hatukuwa naye na hii ni fursa ya kutredi sarafu, tumekuwa fursa kubwa zaidi ili tuweze kupata chance kubwa ya kutredi. Baada ya hapo, ninawatakia wakati wa kupiga maokoto kwelikweli.